Mimi Sofia Mfaume Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, ninakiri kupokea mwenge wa uhuru kitaifa pamoja na wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa sita wakiwa na afya njema na mwenge wetu ukiwa unang'ara unawaka na una meremeta. Mwenge huu ndani ya wilaya ya Mpwapwa utakimbizwa sio kutembezwa, katika majimbo yote mawili Mpwapwa na Kibakwe. Tutakimbiza kilomita 234. Lakini pia tutafungua tutazindua tutaweka mawe ya msingi na kutembelea miradi yenye thamani ya bilioni 1.18. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa kweli, sisi ili pamoja na vijana wenzangu tumeridhika na mradi huu wa vijana wa mshikamano ambao wanafanya shughuli zao aaaka siku kusaidia wananchi, lakini pia tumeona na tumejiridhisha juu ya uhamasishaji wa maji safi na salama. Na kwa kweli tumeridhika na majibu ya maagizo tutayatoa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na zile salamu zenu zote tutazipeleka kwa Mheshimiwa Rais ili iwe upendo na ishara ya kwamba mwenge wa uhuru kweli ulifika Mpwapwa na uliwaka na ukameremeta kwa wananchi wenu. Mwenge wa uhuru hey, hey. Ah, ah. Ile mwenge inchi unaisafisha ya Tanzania ah, ah. Tanzania. Ah, ah. Ile mwenge unateshimisha wa dunia. Mimi Sophia Mfaume Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, kwa niaba ya wakuu wote wa wilaya saba na ndani ya mkoa wa Dodoma naomba mkuu wa mkoa ni kukabidhi mwenge huu ukiwa unawaka kuna ng'ara, na unapendeza kama ambavyo tukukabidhi, na Mwenyezi Mungu akusaidie.